Akizungumza mara baada ya harambee iliyofanyika katika usharika wa Seela uliopo katika jimbo la Magharibi, KKKT Diosisi ya Meru mkoani Arusha, mchungaji kiongozi wa usharika huo, Mchungaji Amani Akiao, amesema kutokana na malengo usharika uliojiwekea kwa mwaka huu Wakristo wamehamasika kuchangia ili kuharakisha maendeleo ya usharika huo. Lengo la harambee hii ni kwa ajili ya kulenga maeneo matatu: moja ni kazi za usharika wetu, malengo ambayo tumeweka kwa mwaka huu, lakini pia pili ni wiano wa daiosisi, tatu ni wiano wa jimbo letu. Na lengo letu ili tuweze kumaliza malengo hayo matatu ni kupata jumla ya shilingi milioni 60. Aidha, ametoa wito kwa washarika wengine walioko maeneo mengine kujitokeza ili kushiriki baraka hizo. Wito wangu ni kushiriki kwenye kazi hii ili tuweze kufikia malengo, na kazi hii ni Mungu aliyetuwezesha. Kwao natoa wito kwa washarika wote na marafiki ambao tuliwaalika waweze kushirikiana nasi, ili mwisho tuweze kufikia malengo yetu katika usharika wetu. Mwinjilisti wa usharika huo mwinjilisti John Kiungai amesema kutokana na mafundisho mazuri yanayotolewa juu ya wajibu wa Mkristo kumtumikia Mungu itikio limekuwa zuri, huku mwenyekiti wa kamati ya uhamasishaji Michael Mbise akieleza kilichowasukuma kuifanya harambe hiyo. Mungu ni beneza kwetu, tumemwona Mungu. Tumekuwa tukifundishana juu ya wajibu wa kumtumikia Mungu, naona itikio leo limekuwa zuri tulitegemea e, shilingi milioni sitini na moja lakini tumepata milioni kumi na nane na pointi, japo watu wote hawajaja. Jumapili wataendelea Jumapili inayofuata tunaamini tutafika angalau nusu ya kile tulichokuwa tumekisia. Tuna mambo mengi kama unavyojua, kanisa litajengwa na Wakristo wenyewe na Biblia inasema Zaburi ile ya mia mstari wa pili kwamba tumtumikie Mungu kwa furaha. Kilicho tusukuma tukafanya harambee kwanza, watu wa Seela wanapenda maendeleo na maendeleo yataletwa na sisi wenyewe. Tukaangalia vipaumbele vyetu kwa mwaka huu tulivyovigundua, vipaumbele vyetu kwa mwaka huu, tukafikiria nini kifanyike, tukasema lazima ifanyike harambee ili iweze kufanikisha malengo ambayo yaliyo mbele yetu kwa mwaka huu. Kuna malengo ya mipango ya maendeleo ya usharika wetu, kuna sadaka za umoja na kuna stahiki pia za watumishi ambao wanatutumikia. Kwa hiyo tukaona kwamba katika zile sadaka za kila siku hatuwezi kufikia malengo hayo, ndipo ambapo baraza likikaa na kuwajulisha washarika nini kifanyike, na kimefanyika kwa msaada wa Mungu. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Sehela Paul Israel ameshukuru KKKT kwa kuleta maendeleo katika kijiji hicho, huku baadhi wa ya waumini akiwemo Debora akiwa na Neema Sarakikia wakiwashukuru washarika kwa umoja waliouonyesha. Kwa ni washukuru sana wachungaji, hasa kanisa la KKT na washukuru sana kwa kazi nzito wanayofanya wamefanya ndani ya maendeleo ya kijiji cha Sehela nashukuru hata ambayo umealikwa wewe mwenyewe ambao umekuja uko na nia ambayo unahakikisha kwamba na wewe yote yanayotendeka ndani ya kijiji cha Seela unafanya vizuri, na wanukuu na waumini wote wamekupongeza kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na harambee. Mungu amekuwa pamoja nasi, hajatuacha ametupambania, harambee yetu imepita vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Kwa umoja wa leo tunamshukuru Mungu, maana tutakuwa na maendeleo ya kanisa kwa kiasi tulichopata. Tunamshukuru Mungu, ibada ya leo tumeifurahia kweli, imeenda vizuri, harambee yetu iko vizuri na tuna imani kwamba tutasonga mbele. Akina mama wenzangu na washauri washiriki, katika kazi za kanisa wajitolee kwa Mungu, maana Mungu ndiye mweza wa yote. Zaidi ya shilingi milioni 60 zinahitajika ili kutimiza malengo ya harambee hii kutoka katika usharika huu wa Seela ulioko katika jimbo la Magharibi, KKKT dayosisi ya Meru. Mimi ni Elihuruma Machao.